Nilikuwa naona pahala, nikaona simba wa kule porini anafukuzwa tu kwa fimbo. Zamani simba porini alikuwa na tisha, lakini nikashangaa anafukuzwa kwa fimbo, na hii ndio fimbo ambayo Masau Bwire ataitumia kuiangamiza Simba. Simba si lolote si chochote kwetu sisi kutunyima ushindi wa pointi tatu. Tunakwenda kupata pointi tatu Jumatano hii dhidi yake na tutakapokuwa tumepata pointi tatu kutoka kwake, Watanzania kidogo kidogo wanaanza kuamini na kuheshimu kwamba kumbe hizi timu zinaweza, si kwamba unapocheza na Simba, unapocheza na Yanga, basi hao ndio wanaostahili matokeo mazuri. Kumbe hata hawa wengine kitakachowapa matokeo mazuri ni maandalizi na uwezo walionao katika kucheza mpira. Masau anasema mashabiki wa Simba watazimia kwa presha pale timu yao itakapokuwa inaangamia mbele ya Ruvu Shooting. Nina hakika ninayoyazungumza, wengi wanayakebehi, wengi wanayadharau, wengi wanayapuuza, wanaona kama tunajifurahisha, lakini dakika tisini za kuhitimisha mchezo wetu dhidi ya Simba Jumatano hii utawaweka pabaya wanaodhani kwamba sisi tunakwenda kufungwa kuna watu watabebwa na machela. Kuna watu watazilai. Kuna watu wataomba msaada wa kupepewa na vitambaa kama sio nguo kuvua na kufanya hivyo. Haji Manara, unamsikia Masau Bwire? Najua ah, wa... kila mtu anatafuta kiki kwa ajili ya timu kubwa. Uh, nasikia maneno maneno hayo ya msemaji wa Ruvu, lakini sasa na mimi msemaji wa Simba ni jubisani na msemaji wa Ruvu. Mi ni msemaji wa timu kubwa na naongoza club klabu yenye fans wengi na fan base ya zaidi ya watu milioni kumi. Ruvu Shooting haina hata fans mia. Sasa <laughs> nimwache apige kelele, mechi inachezwa uwanjani, mpira hauchezi chooni, mpira unachezwa kwenye uwanja, ni mpira ni mchezo wa wazi, waje kesho, mwache apige kelele, mi nitazungumza baada ya mechi, sizungumzi kabla. Simba inashuka dimbani ikiwa na alama nne baada ya kucheza michezo miwili, sawasawa sawa kabisa na Ruvu Shooting yenye alama nne pia na michezo miwili. Ahmed Ali, Star TV, Dar es Salaam.